iziki na umbile lako mume wako au mke wako au mali zako, vyote hivi viondoka kwa Mungu. Wakoita wa kwanza sura ya tano aya moja hivi vitu yote ulizi laa sura umbile kila kitu Mungu amekupa na amekupa makusudi ili wakun lakini mambo yalivyo nawaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu, akiwa ni mzinzi, au mwenye kutamani, au mwenye kuabudu sanamu, au mtukanaji au namna hii usikubali hata kula naye na Yesu asifi, sichangamana na mshirikina, sichangamana na mshirikina mzinzi. Kama mtu ni mzinzi, ukitembea nayo kwa mkiba uzinzi. Kama mtu ni mlevi, ukitembea nayo kwa mkiba nini, mlevi. Kama mtu ni mtukanaji ukitembea naye kwenye kuleni, atakutana tu na wewe, ukamata wewe wako na tatu kwenye moja, karibu kwenu marafiki. Watu wengi wamechiwa kutagua marafiki, marafiki wengi wamechiwa watu nyuma, kwa sababu rafiki mbaya anakuvuta ubaya, anakuvuta ile. Nasema usichio na ubaya, bali wema ukaa ubaya huo unavuta vuta. Haya, manunguniko na malalamiko yanatokana na mtu kutokufanikiwa, kutokukaa katika ahadi na kweli, kutokukaa katika makubaliano, kutokukaa katika sheria za Mungu, kutokukaa na kutembea pamoja na Mungu huzaa manunguniko. Watu wengi wanaonung'unika na kulalamika ni watu ambao hawafuati masharti ya Mungu, wanafuata masharti ya watu. Wewe leo unaenda kanisani